Rais wa Ukrain Volodimir Zelenski amesema hapo jana kwamba Urusi itahitajika kutoa majibu ya wazi kuhusu kusitisha mashambulio dhidi ya miundo mbinu ya raia, pendekezo ambalo Mosku inasema itatathmini. Zelenski ameendelea kusisitiza nia ya Kiev kukubali usitishwaji wa mashambulio dhidi ya miundo mbinu ya kiraia. Usitishwaji wa mapigano wa kudumu ni hatua ya mwanzo kuelekea kupatikana kwa amani ya kudumu. Wawakilishi wa Ukraine walioshiriki mazungumzo ya Paris na mazungumzo ya wiki hii jijini London watakuwa na jukumu la kuhakikisha kupatikana kwa makubaliano ya kusitisha mapigano bila masharti. Amani inaanza kwa ukimya, na wakati kuna ukimya wa kweli na watu wanaamini mchakato mzima wa mazungumzo, basi ndio mwanzo wa kutatua suala la msingi. Akitangaza kurejelewa kwa mashambulio nchini Ukraine, baadaye baada ya kusitishwa kwa muda wikendi iliyopita, Rais Putin amesema kuwa yuko tayari kwa mazungumzo ya amani ya moja kwa moja na Ukraine. Kama ambavyo nimekuwa nikisema mara kwa mara, tuna mtazamo chanya kuhusu juhudi zozote za kuleta amani. Tunatumai wawakilishi wa serikali ya Kiev pia wana mtazamo huo kuhusu pendekezo la kukomesha mashambulio kwenye miundo mbinu ya kiraia. Bila shaka tunapaswa kuliangalia hilo. Hapo jana, Kiev na Moscow zilitupiana lawama kwa kukiuka makubaliano ya kusitishwa mashambulio wakati wa sherehe za Pasaka wikendi iliyopita.